Uh, utakuwa shuhuda kuhusiana na jinsi ambavyo jana maisha ya Watanzania, masikio ya Watanzania, lakini pia akili za Watanzania ambavyo zilikuwa zimeelekea mjini Dodoma ambako kulikuwa na uchaguzi wa spika wa bunge la kumi na moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge ambalo uh, ni jipya kwa tunaweza kusema hivyo, ambapo tunaambiwa kuwa bunge la kumi na moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, eh, Tanzania uh, limeanza vikao vyake mjini Dodoma kwa kuchagua kwa kumchagua Jobu Uh, Ndugai wa Chama cha Mapinduzi kuwa spika wa bunge hilo uh, kati ya wagombea wenzake wanane kutoka vyama vya upinzani waliojitokeza kuania nafasi hiyo, na tunaambiwa pia kuwa Ndugai alipata kura mia mbili hamsini na nne akifuatiwa na Dr. uh, Ole Medeye wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA aliyepata kura mia moja na tisa miam, Aa, na wagombea wengine wakikosa kura yote. Ni taarifa ya kwake Buraya Moses. Bunge la 11 limeanza vikao vyake majira ya saa tatu asubuhi kwa katibu wa bunge Dr. Thomas Kashilila kusoma tangazo la rais la kuitisha bunge hilo, kisha likafuata suala la uchaguzi wa kumpata spika, ambapo wagombea saba kati ya 8 waliojitokeza kuomba nafasi hiyo wakajitokeza mbele ya wa wabunge wateule kuomba kura za kupewa ridhaa hiyo. Nina shauku ya kulifanya bunge kuondokana na migogoro, bunge lisilokuwa na migomo, bunge lisilokuwa na ubabe, bunge linalotenda haki kwa vitendo. Nawaomba kura zenu, ili niweze kufanya mambo makubwa ambayo ni kufanya marekebisho yatakayowawezesha ninyi wabunge kutekeleza wajibu wenu vizuri ndani ya bunge na kwenye majimbo yenu. Nayajua matumaini ya Watanzania kwa Bunge la kumi na moja na matarajio yao, nayo elimu ya kutosha. Naamini kabisa kwa pamoja tunaweza, lakini kubwa zaidi, jamani, anayekaa na mgonjwa ndiyo anajua amelalaje, ameamkaje. Kumalizika kwa zoezi hilo la kunadisela kukatoa nafasi kwa wabunge wateuli kuanza kupiga kura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 katika kazi zangu kama spika wa Bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria mira na desturi za jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mara baada ya zoezi la uchaguzi na kiapo kwa spika kukamilika